Waheshimiwa bunge, pia kuna mwongozo ambao ningependa kuusoma kwenu, na huu ni mwongozo kuhusu swala lililoombewa mwongozo na mheshimiwa Jacqueline Msongozi kuhusu swala la mheshimiwa Joseph Mbilinyi kuonyesha kitendo chenye kuashiria matusi wakati akitoka ukumbini baada ya kuwasilisha maoni ya kambi rasmi ya upinzani kuhusu azimio la bunge la kuridhia mkataba wa kimataifa wa udhibiti wa matumizi ya dawa na mbinu za kuongeza nguvu michezoni. Waheshimiwa bunge, siku ya Jumatatu tarehe 6 Juni katika kikao cha 37 cha mkutano wa tatu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jacqueline Msongozi alisimama kwa mujibu wa kanuni ya 68 fasili ya saba ya kanuni za kudumu za bunge na kuomba mwongozo wa spika kuhusu suala la Mheshimiwa Joseph Mbilinyi kulidhalilisha bunge na kudharau mamlaka ya spika kwa kuonyesha dole, kitendo ambacho ni matusi. Ilielezwa kuwa kitendo hicho kilifanyika wakati Mheshimiwa Mbilinyi alipokuwa anatoka ukumbini baada ya kuwasilisha maoni ya kambi rasmi ya upinzani kuhusu azimio la bunge kuridhia mkataba wa kimataifa wa udhibiti wa matumizi ya dawa na mbinu za kuongeza nguvu michezoni. Katika kujenga hoja juu ya mwongozo huo, alisema mwakilishi wa kambi ya upinzani katika wakati alipokuwa amekuja kuwasilisha hapa, alipokuwa anaondoka kama wenzangu wa bunge wengine nadhani watakuwa wameona na pia imeonyeshwa hata kwenye kamera, ameonyesha dole. Uh, na hii ni matusi makubwa sana. Kwanza amelidhalilisha bunge, lakini pia amedhalilisha kiti chako. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Sixtus Mapunda alikuwa pia amesimama sambamba na mheshimiwa msongozi kuashiria kuomba mwongozo. Alipopewa nafasi, alieleza kuwa mwongozo aliyotaka kuomba ulikuwa ni hoja iliyowasilishwa na mheshimiwa mbunge aliyepewa nafasi kabla yake. Baada ya kuomba mwongozo, mheshimiwa msongozi Nilio, nilieleza bunge kuwa binafsi sikumuona Mheshimiwa Mbilinyi iwapo alionyesha alama iliyolalamikiwa kuwa ni alama mbaya ama ni matusi. Nilieleza kuwa nitalifuatilia jambo hilo na nitalitalea maelezo. Jambo linaloombewa mwongozo linahusu lina maadili ya bunge. Mwongozo huo unatokana na kitendo cha mheshimiwa mbunge kuonesha kitendo ambacho kina tafsiri ya matusi. Endapo itathibitika kuwa kitendo hicho kimetendeka, itakuwa ni kinyume cha mashar, uh, kinyume na masharti ya kanuni ya sabini na nne ya kanuni za kudumu za bunge. Waheshimiwa bunge, kwa mujibu wa nyongeza ya nane kifungu cha nne fasili ya kwanza b ya kanuni za kudumu za bunge kamati ya haki maadili na madaraka ya bunge, pamoja na majukumu mengine, imepewa jukumu la kushughulikia mambo yanayohusu maadili ya wabunge. Nitanukuu kwa sehemu, kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge itatekeleza majukumu yafuatayo: b kushughulikia mambo yanayohusu maadili ya wabunge yatakayopelekwa na Spika. Kutokana na maelezo ya hapo juu na masharti ya kanuni nilizozitaja, naelekeza kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge ifanye uchunguzi kuhusu kitendo kinachodaiwa kufanywa na Mheshimiwa Joseph Mbilinyi kwa mujibu wa kanuni za bunge na kuchukua hatua stahiki.